Wakati Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kikiendelea kukumbwa na mtikisiko wa ndani, mamia ya wanachama wake wanaripotiwa kujivua uanachama, huku wakihusishwa na mpango wa kujiunga na Chama cha Ukombozi wa Umma, cha umma kikiwa miongoni mwa vyama 19 vilivyosajiliwa rasmi nchini. Licha ya wanachama hao kutotangaza hadharani chama wanachokusudia kujiunga nacho, duru za siasa zimeelekeza vidole kwa Chauma kuwa ndio chaguo lao jipya kutokana na historia ya wazi ya kupokea wanachama kutoka vyama vingine. Kwa mujibu wa tovuti ya Mwananchi, mwenyekiti wa Chauma Hashim Rungwe amesema mpaka sasa bado hajapokea rasmi wanachama hao, lakini amesisitiza kuwa milango ya chama chake iko wazi kwa Watanzania wote wana uhuru wa kujiunga na chama chochote. hadi sasa hawajaja cha umma, nami nasikia kwenye vyombo vya habari tu, tukikutana nao tutawaeleza bayana, amesema Hashim Rungwe. Ameongeza kuwa vyama vya siasa ni mali ya wananchi na si mali binafsi ya viongozi, hivyo mtu yeyote ana uhuru wa kuhama kutoka chama kimoja kwenda kingine bila lawama. Hiki chama si changu, ni cha wananchi. Hakuna mwenye mamlaka ya kumzuia mtanzania kuhamia chama kingine, amesisitiza Rungwe. Pia ameeleza kuwa mchakato wa ndani wa kupata wagombea wa nafasi mbalimbali mbali katika chama hicho umeanza, lakini mkutano mkuu uliopangwa kufanyika Mei 11 hadi 12 uliahirishwa hadi Juni 27 na 28 mwaka huu wa 2025 kutokana na changamoto ya kifedha. Anasema mkutano huo utakuwa wa kihistoria kwa kuwa utafanya uteuzi rasmi wa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar kwa tiketi ya Chauma. Akizungumzia msimamo wa chama chake kuelekea uchaguzi mkuu ujao, Hashimu Rungwe amesema Chauma haitasusia uchaguzi kama vyama vingine vinavyolalamikia mfumo wa uchaguzi, bali itaendelea kushiriki na kutoa maoni ya marekebisho ya sheria na kanuni kwa njia za kisheria. Sheria zina matatizo, lakini haziwezi kutufanya tusishiriki uchaguzi. Tutalalamika, tuta kwa utaratibu, lakini hatujawahi kususia uchaguzi, amesema Hashim Rungwe. Akijibu kauli kwamba amekaa muda mrefu kwenye uongozi wa chama hicho, Rungwe amesema wengine wanasema nimekaa sana, lakini Nyerere alikaa miaka 25 na hakuna aliyelalamika hadi alipoamua kuondoka mwenyewe. Kwa hiyo jina langu bado litakuwa kwenye orodha ya wagombea urais. Ifahamike kwamba katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Mheshimiwa John Mnyika alijitokeza na kueleza kuwa anatambua kuwa wachache waliojiondoa kwenye chama hicho wamekuwa wakitumia jina la mwenyekiti wa zamani wa Chadema Freeman Aikaeli Mboe kushawishi baadhi ya wanachama na viongozi wenye nia ya kugombea mwaka wa 2025 kuweza kujiondoa Chadema kwa madai kuwa Mboe anawaunga mkono na anajiandaa kugombea urais kupitia chama kingine. Katika andiko lake, John Mnyika alieleza kuwa amezungumza na Mboe na amemweleza kuwa hana dhamira ya kugombea urais, ubunge au uongozi wa chama chochote cha siasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025. John Mnyika aliandika akisema, nimewasiliana na mwenyekiti mstaafu Freeman Aikaeli Mboe, amenieleza hana dhamira ya kugombea urais, ubunge au uongozi wa chama chochote cha siasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025. Natambua kuwa wachache waliojiondoa Chadema baadhi yao wamekuwa wakitumia jina lake kushawishi baadhi ya viongozi wa chama na wenye nia kugombea kujiondoa kwenye chama kwa madai kuwa anawaunga mkono na anajiandaa kugombea urais kupitia chama kingine, alieleza John Mnyika. John Mnyika kadhalika alidai kuwa anatambua mfumo wa serikali uliopo nyuma ya baadhi ya wanachama wakihusika kufungua kesi ya Said Isa Mohamed aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Zanzibar na wenzake ambao wameomba pamoja na mambo mengine mahakama izuie shughuli za kisiasa za Chadema wakati kesi ya msingi ikiendelea. John Mnyika alihitimisha maelezo yake kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter usiku wa Mei 9 mwaka huu wa 2025 akisema kuwa kwa uzoefu wangu wa kuwa kwenye secretariat ya chama kwa takribani miaka 21 mapito mengi ya Chadema tulifanikiwa kuyashinda. Hii vita dhidi ya Chadema naamini pia tutaishinda. Tuelekeze nguvu kwenye mapambano ya no reforms, no election. Tumjue vizuri adui yetu, tuwajue vizuri washirika wetu, tuepuke kushambuliana sisi kwa sisi mpaka iwepo sababu ya kweli na ya lazima kufanya hivyo. Kwa umoja na nguvu ya pamoja tutashinda. Alihitimisha kusema mheshimiwa John Mnyika. Chadema kwa sasa inapitia kipindi ambacho makada wake kadhaa wamekuwa wakipishana misimamo na maazimio ya chama, wengine wakijiondoa Chadema kwa kuambatanisha maamuzi yao na sababu mbalimbali mbali, huku hisia za wengi zikielekezwa kwa Mbowe kuwa huenda yote haya yanafanyika yanatokana na nguvu na mipango ya siri anayoiongoza kuelekea uchaguzi mkuu wa baadaye mwezi Oktoba. Kinachokoleza mjadala huo zaidi ni ukimya wa mwenyekiti huyo mbunge wa zamani wa Hai mkoani Kilimanjaro na mgombea urais mwaka wa 2005 kupitia Chadema, akiwa hajasikika wala kuonekana popote akizungumzia mivutano inayoendelea kuvuma ndani ya chama hicho cha upinzani nchini, licha ya kutajwa kwenye misururu ya lawama kuwa ni mmoja wa wanaopingana na uongozi wa sasa wa Chadema ambao upo chini ya Tundu Antipas Lissu na baadhi ya maamuzi yake. Itakumbukwa kwamba vigogo waliotangaza kung'ooka Chadema wakidai kinaendeshwa bila kufuata katiba, kundi la G55 linaloundwa na waliokuwa wagombea ubunge mwaka wa 2020 na watiania ubunge mwaka huo huo wa 2020 wa Chadema walitangaza kuondoka ndani ya chama hicho kuanzia siku ya Jumatano Mei 7 mwaka huu wa 2025. Wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wanaounda kundi la G55 walikutana siku ya Jumatano Mei 7 mwaka huu wa 2025 wakitangaza kuondoka ndani ya chama hicho kwa sababu kimeshindwa kufuata malengo ya kuanzishwa kwake. Uamuzi huo, eh, uamuzi huo waliutangaza mbele ya waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kwa madai wamechoshwa na jinsi chama hicho chini ya uongozi wa Tundu Antipasilisu kilivyoshindwa kuishi misingi ya kuanzishwa kwake. Wanachama hao walioshiriki mkutano huo walivalia nguo nyeupe wote. Miongoni mwa waliokuwepo kwenye mkutano huo ni Julius Mwita, Johni Mrema, Katheruge Salum Mwalimu ambaye alikuwa naibu katibu mkuu Zanzibar. Aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Chadema bara Benson Kigaila alisema hali ya kisiasa ndani ya chama hicho imegubikwa na kile alichokiita ubaguzi mkubwa dhidi ya wanachama wanaohusishwa na upande wa Freeman Aikaeli Mbowe ambao wamekuwa wakitengwa kuanzia ngazi ya kamati kuu hadi mashinani. Kigaila alisema kuwa licha ya Mbowe kutoa wito wa kuvunjwa kwa makundi na kuundwa kwa kamati ya maridhiano baada ya uchaguzi wa chama, ushauri huo uligonga mwamba mara moja mbele ya wajumbe. Wakati anazungumza Freeman Aikaeli Mboe, baada ya uchaguzi alitoa ushauri kwenye chama kuvunja makundi, kukiunganisha chama na kuunda kamati ya maridhiano, ili chama kiweze kurudi pamoja, kupigania haki, utu na maendeleo ya watu, lakini mwenyekiti aliyeshinda alimshutumu Mboe pale pale mbele ya wa wajumbe, alisema Kigaila. Kwa mujibu wa Kigaila, matokeo ya hali hiyo yamekuwa ni kuendelea kwa ubaguzi wa wanachama wanaojulikana kuwa walimuunga mkono Freeman Aikaeli Mbowe ambao sasa wanatengwa waziwazi -wazi. Kila mtu anayejulikana kwamba alimuunga mkono Mbowe anaitwa msaliti. Hali hii imeenea kuanzia kamati kuu hadi kwenye misingi ya chama, Ame, eh, aliongeza Benson Kigaila. Baada ya kueleza kwa kina yanayoendelea ndani ya Chadema, Kigaila alisema: sisi tumeamua wote pamoja, tunajiondoa Chadema ili tuwaachie waendeshe wanavyotaka. Sisi hatuwezi kuwa wanachama wa chama ambapo uamuzi wake haufanywi kwa vikao. Hatuwezi kuwa wanachama ambao tunabaguliwa, katiba haifuatwi. Tuliingia Chadema kwa malengo, na kwa sababu malengo yameisha, basi tunawaachia chama chao, alisema. Kigaila alisema kwa sasa bado wanafanya mawasiliano na vyama mbalimbali. Tunatafuta jukwaa mwafaka la kwenda kuwatumikia Watanzania kwa sababu hatujazeeka. Tunaondoka leo CHADEMA, tunaenda e, kutafakari, tutaenda chama gani, lakini mjue, CCM si mbadala wetu, ila tutawaambia ni wapi tutakwenda. Aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar Salum Mwalimu alisema anaungana na Kigaila kukihama chama hicho kwa kuwa kila wakijaribu kuushauri uongozi uliopo, hoja yao ni no reforms, no election. nimekaa CHADEMA miaka 17 na shauri hawanisikilizi kila nikiwafuata ni no reforms, no election. Sasa sisi ni watu wazima, tumevumilia, tumechoka. Ndani ya CHADEMA hakuna kinachoendelea, alisema Alisema pia ndani ya Chadema kuna anguko tena la makusudi na kutaka kuzima ndoto na matumaini ya watu wengine. Kwenye vikao wamekuwa wanaangaliana, wewe ni no reforms, no election. Kama si mlengo huo unatengwa. Haiwezekani tubaki Chadema kwa mazingira ya namna hiyo, alisema Alisema pia muda utaongea, huku akiwataka wengine kuwaunga mkono katika kuhama. Haya yote ni matukio ya udhaifu wa uongozi uliopo madarakani. Chama kinaendeshwa kwa matamko, hawazungumzi lugha moja. Natangaza rasmi wanachama wangu ndani ya Chadema unakoma, hakuna cha kuogopa, naenda kuendeleza talanta yangu sehemu nyingine, alisema Mwalimu Akizungumza kwenye mkutano huo, aliyekuwa katibu wa baraza la wanawake CHADEMA BAWACHA, Catherine Ruge alisema, siku zote naamini CHADEMA ilisajiliwa kwa ajili ya kushika dola na kutatua matatizo makubwa ya msingi, lakini leo CHADEMA niliyoitumikia kwa jasho langu la damu ndani ya miaka 15 na hakuna anayeweza kubeza, badala ya kubuni mbinu ya kuwapa matumaini wananchi namna na ya kuikabili CCM, matokeo yake wanawatia hofu wa Tanzania. Niliwahi kushauri, lakini sikuzingatiwa. Mimi siwezi kuwa kwenye chama ambacho siamini kwenye ajenda na msimamo. Leo nimeamua kuachana na chadema rasmi, alisema Kathe Ruge.